Ulaji wa chakula kizito usiku husababisha uzito mkubwa kwa sababu uzito hauhitaji eneji kubwa, hauhitaji nishati kubwa ya kusaidia mwili kuchoma mafuta kwa sababu mwili unahitaji kupumzika. Kwa hiyo unapokula chakula kizito wakati wa usiku, kile chakula hakimengenywi vizuri, kwa sababu mwili unakuwa hauna nishati ya kutosha, kwa sababu mwili unakuwa umepumzika. Hivyo kile chakula direct kinabadilishwa kuwa mafuta, na yale mafuta yanaenda kuhifadhiwa kwenye tumbo, nyama za mgongoni, na pia kwenye miguu na mapaja, hivyo kusababisha uzito, kitambi na nyama uzembe kuongezeka. Ili kuondokana na changamoto hii, jitahidi sana walau unakula uh, mbogamboga supu ya mboga mboga wakati wa saa moja hadi saa mbili na chakula chako kisiwe kizito sana. Hii itakusaidia lakini pia kufuata mwongozo wetu wa lishe tunaofundisha kwenye grupu, na pia kama itakupendeza kama una uzito mkubwa, hakikisha unapata Slim Pack kwa ajili ya kuondoa uzito mkubwa na kuchoma nyama uzembe. Soma caption kujua faida zake na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.